Anasema habari ya asubuhi dokta, hivi ni sawa mwanaume kuhema sana kama nusu dakika hivi baada ya kumaliza tendo la ndoa na anachoka na kulegea mno? Nikamwambia si sawa, huyo ana shida ya uzito mkubwa. Na nikamuuliza swali, vipi kuhusu uwezo wake kitandani? Akanambia raundi moja tu, hawezi rudia tena hata akitaka kama ni usiku mpaka kesho tena. Nikamwambia okay, uzito wake uko sawa. Ninaambia hapa uzito una na kilo 65 na sentimita 170. Nikamwambia okay. Uzito uko sawa, hiyo ni shida. Aanze aanze kufanya mazoezi ya viungo kwa wiki mara, nikamwambia, ya viungo kwa wiki mara, mara mara tano, halafu wanga atumie mara moja kwa siku. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, kwa majina anaitwa Dr. Kuboja ni bingwa wa mgonjwa wa reshe pamoja na mahusiano dada huyu ni dada ambaye yupo kwenye ndoa, ameuliza swali kwamba ni sahihi mwanaume kuhema sana au kuwa na pu, kutoa pumzi kubwa sana mara baada ya kumaliza tendo la ndoa, na nikamjibu kwamba sio sahihi lakini nikampa na swali hapo la kichokozi kwamba uwezo wake katika tendo la ndoa ukoje huyo mwanaume, na akanipa majibu ambayo yaliyokuwa ni mazuri. Akaniambia round uh, moja tu hawezi na hata kama akijitahidi ni mpaka kesho tena. Okay, uh, lakini kuna kitu ambacho nataka niweze kukiongelea hapa amesema mume wake ana uzito wa kilo 65. Unaweza ukaona uzito wa kilo 65, huyu mtu sio mwemba, sio mnene kabisa, ni uzito ambao uko nomo. Sasa kuwa mwembamba sio kiashiria kwamba unaweza ukawa na nguvu za kiume za kutosha, au unaweza ukawa na pumzi ya kutosha wakati wa tendo la ndoa, naomba hiyo iweze kueleweka. Yaani, usije ukaona mwanaume ambaye ni mwembamba ukafikiri kwamba huyo lazima atakuwa na nguvu za kiume leo hii imekuwa vice versa. Miaka ya 80 na 90 na ilikuwa kumuona mwanaume ambaye ni mnene, ana kitambi, hao ndio tuliamini kwamba lazima awe na shida ya nguvu za kiume, hawezi kuperform tendo la ndoa vizuri. Lakini leo hii hali imekuwa vice versa. Leo hii imekuwa kinyume, hata mwanaume ambaye ana uzito mdogo, naye pia hawezi kuperform vizuri tendo la ndoa. Kwa hiyo tunasema kwamba mambo yanakwenda yanabadilika, na hii kutokana na mtindo mbovu wa maisha wa vyakula. Lakini sio hivyo tu, leo hii wanaume wengi hawafanyi mazoezi ya viungo, wanaume wengi hawatembei. Tumekuwa wa kisasa mno, kila sehemu mtu anapotaka kwenda anapanda bajaji anapanda pikipiki, kitu ambacho ni mbaya sana. Sasa kwa siku mtu yoyote mwanaume, au ni mwanaume au ni mwanamke, unatakiwa uweze kutembea mita elfu kumi mpaka mita elfu kumi na tano ambayo ni almost kama viwanja vitatu vya mpira ama viwanja vinne, yaani vile viwanja vitatu vya mpira viunganishi au vinne viunganishi vyote kwa pamoja, alafu mbali nenda na uweze kurudi Leo hii mtu anaamka anaingia kwenye usafiri asubuhi, kwenye gari anaenda kazini, anafika kazini ofisini, anaingia ofisini, anaingia anakaa, anakaa mpaka jioni, hajatembea, hajafanya movement yoyote. Oh, so tunaweza tukasema kwamba teknolojia imetubadilisha, kuna mazingira ambayo tubadilisha, kuna uwezekano mkubwa mimi wa kuna muda mwingine mimi natembea barabarani, naweza nikawa nimeenda mjini na kabla sijafika eneo ambalo natakiwa niweze kushuka na kunakuwa na kilomita zimebakia kama kilomita tano hivi huwa nashuka natembea kwa mguu. Na watu wengi huwa wananishangaa sana kwamba dokta Kuboja, nimekuwa natembea kwa mguu. Au mwingine ananipigia simu kwamba dokta, mbona natembea kwa mguu? naomba nisimame nikupe lift. Naambia hapana, nipo katika mazoezi ya kuweza kuweka mwili sawa. Kwa kuna muda kuna vitu vya ziada ambavyo unaweza ukavifanya kwa ajili ya kuweza mwili wako sawa, lakini sio hivyo tu leo hii vyakula vimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanaume wengi, kwa wanawake wengi. Watu wengi wanakula vyakula vya haraka haraka fast food, watu wengi wanakula vyakula vya wanga, watu hawafungi mara kwa mara. Mtu yeye muda wote ni kujaza tumbo chakula, muda wote ameshiba, mwili unashindwa kuweza kupumua, mwili unaweza kuweza, unashindwa kuweza kuondoa sumu mwilini, kwa sababu muda wote tumbo linakuwa limejaa tu, mwili unashindwa kuweza kujisafisha wenyewe. Kwa hiyo shida ya vyakula imekuwa ni kubwa sana, lakini changamoto nyingine, watu wengi, wanaume wengi sasa hivi wanatumia vyakula vya wanga kwa kiwango kikubwa sana. Watu wa, kwa mba, lakini, ni rahisi kuweza kusema kwamba dokta, wanga hatuwezi kuiepuka, lakini naomba nikuhakikishie kuna uwezekano mkubwa kabisa ukaiepuka wanga. Kuna uwezekano mkubwa kabisa ukabadilisha mtindo wako wa maisha kupitia vyakula ambavyo unavyovitumia na mwisho wa siku ukawa ni mwanaume ambaye ni shababi kwa kuzingatia ulaji sahihi wa vyakula. Kwa hiyo mwanaume ambaye una changamoto ya kuhema sana, una uwezi kurudia tendo la ndoa, zingatia mambo yafuatayo: anza kutembea umbali wa muda mrefu. Nimeshakataza watu hapa kukimbia, anza kutembea. Kutembea ni zoezi zuri sana ambalo utakao kuweka imara na bora. Lakini pia chapili, punguza vyakula vya wanga, punguza vyakula vya wanga Punguza kukaa kwa muda mrefu, anza kufanya movement. Kuna muda mwingine, paki gari yako iache umbali mrefu, tembea badala ya kukaa muda mrefu ofisini, au kutokana na kumekaa siku nzima ofisini, hakikisha unatembea umbali mrefu, hata kama na wewe ni bosi wa aina gani, hata kama unavaa tai, hata kama unafanya nini, kutembea ni dawa. Utauweka mwili wako katika hali nzuri. Kwa hiyo, hayo yote ni muhimu sana yakaweza kuzingatiwa na yatakuweka katika kiwango kizuri cha kuweza kulinda afya yako ya, ya uzazi na kuweza kulinda mwili wako kiujumla na kuweza kuboresha mfumo wako wa uzazi na nguvu zako za kiume kwa uzuri kabisa. Endapo changamoto hii imekusumbua kwa muda mrefu, Dr. Kuboja ana tiba maalum. Hii ni dawa ya asili ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa. Dawa hii itakusaidia kuweza kuimarisha misuli yako, lakini pia itakusaidia kuweza kurudia tendo mara nyingi zaidi, kuwa na nguvu za kutosha, na kuweza kuhimili tendo kwa muda mrefu. Kitaalamu mwanaume anatakiwa ahimili tendo kwa muda usiopungua dakika kumi na tano. Ni muda sahihi kabisa ambao muda huo utakuwa na uwezo wa kumfikisha kiaili mwanamke aina yeyote. Kwa hiyo kama wewe ni mwanaume ambaye unapitia changamoto hii, naomba tuwasiliane, niweze kusaidia matibabu nikupatie, na program uweze kukaa vizuri, nikupe mwongozo wa vyakula, nini ule na nini usile, mazoezi gani ambayo atakiwa kuweza kufanya kwa ajili ya kuimarisha misuli yako, ukisaidiwa na dawa yangu ya mkombozi wa ndoa.